Ami ni mabeki wa kati wawili, hilo ni jukumu lakini ni secondary. primary jukumu <laughs> ni kuweka mpira wavuni. Bahati mbaya, makocha waangalie kile unachoangalia wewe. Wewe unaangalia mabao mbida, mabao manane manne ya penalti, penalti moja kakosa, si ndio? Lakini mwalimu pengine angalia hilo, tupo anaangalia na mchango mwingine ambao unasababisha timu inapata fursa kuweka mpira wavuni. Nadhani hapa nimejibu vizuri mwwe, mwwe, mwwe. Swali lingine, yes. uh, ya, ya, yeah. Ya pili acha pili. Panda, ila ana nafasi nzuri ya kupanda. Yes, mwwe wanaweza kwa sababu kumbuka wamecheza na Simba ambayo ni timu ya nne kwa ubora barani Afrika tunapozungumza wana alama 43. Yaani Simba kwa ubora barani Afrika, klabu za mpira wa miguu zote unazojua wewe. Kwa sababu custodian wa mpira wa miguu ni nani? CAF. Kwa taratibu za CAF kuangalia performance ya misimu mitano iliyopita. Ya kwanza Al Ahli si ndio tunajua vizuri? Point 78. Ya pili Mamelodi Sundowns, wana point 57. Ya tatu Esperance de Tunis, ina point 57, lakini taratibu za CAF, point zikilingana, yule ali, ali score aliyepata point hivi karibuni zaidi ndo anakuwa juu kuliko mwingine. Mamelodi ndio alomtoa Esperance de Tunis kwao. Ukitoa hizo timu, inaofuatia Simba, Mbeya City e, wagonga nyundo wako championship, sawa, wanafanya vizuri, wako nyuma ya Mtibwa Sugar, mwenendo mzuri, si ndio? Wamefunga mabao 56, sio mabao 56, maana yake wanafunga bao kila baada ya dakika 45 na sekundi 48, sawa, lakini wakutana na Simba. Of course Mbea City na wachezaji ambao wana uzoefu kwenye ligi kuu Tanzania bara, na ndio maana kuna wengine walipocheza na Mbea City iliwapalia, kwa sababu wale jamaa kikosi kimeanza leo zaidi ya 50% ni wazoefu kwenye ligi kuu. So, unamjua Peter Mwalianzi, unamjua Daniel Kandamin, na kutajia tu mfano, unamjua Mwasa yule nahodha namba 15 mgongoni. Wako wengi tu ambao wana experience na ligi kuu, lakini unakutana Simba ambao iko kwenye kiwango bora. Kwa hiyo walichofungwa, mpango kazi wa mwalimu Lala 50 ulikwenda vizuri, lakini sasa wanacheza na Simba ambayo huwa I, it keep asking katika dakika 60 inamiliki mpira wako anapiga wanapiga, matokeo yake kwa uchezaji ule, ikitokea wamepanda ligi kuu Tanzania bara, tutegemee ushindani wa kutosha. Mbeya City wako vizuri, si usiwahukumu kwa sababu leo wamefungwa tatu moja. Al-Masri kafungwa kwa penalty, lakini mpira alimilikiwa sana. Lakini kuna timu inaitwa Sesc Constantine na kutajia tu mfano, ukuuliza Sesc Constantine ni wana nusu finali kombe la shirikisho Amna timu imenyanyasika uwanjani kama Konstantini Simba tangu 2018 19 mpaka msimu, hakuna mechi ambayo walicheza kwa Mkapa wakapiga pasi nyingi kama dhidi ya Ses Konstantini, pasi 668 afu wakapiga goli mbili. Mbeya City naona walitoa e, walionyesha kiwango kizuri isipokuwa nao wakafanyia kazi. Ukicheza kwa low block, unazuia kutokea chini, maana yake ukiwa unashambulia basi zile mara chache asiende mmoja. Ukiwa mmoja utabahatisha sana, kama alofunga Mudathir dakika ishirini na mbili. Uwezi ukawa Simba kila mara uwe mmoja talafu ufunge ile moja imetokea. Ilitakiwa wakienda basi wakomiti watu wa kutosha, wakati wanashambulia ili waambulie chochote. Kwa hiyo mpango kazi huo sio mbaya sana. Kwa hiyo swali lako ilikuwa mbia sita, naona kama wako tayari kwa ajili ya ligi kuu. Ligi namba sita kwa ubora barani Afrika ina pointi 77.5. Tumezidiwa pointi tano tu na ligi kuu ya Tunisia ambao tunawafukuza. Simba wakiingia finali, sisi tunakuwa ligi bora namba tano barani Afrika kwa mujibu wa taratibu za CAF, kwa sababu Tunisia hawana mwakilishi sasa hivi, sio CS Sfaxien walishabutuliwa na <laughs> na Simba kwenye makundi, Esperance washatolewa na Mamelodi. Mpinzani wetu kwenye viwango vya ubora ni Tunisia ambao anashika nafasi ya 5 na pointi 72.5, sisi tuna 77.5 Simba wakitokea wakawatoa Stellenbosch, tunakuwa na themanini na mbili nukta tano kama Tunisia. Utaratibu wa CAF mkilingana pointi, nimetoka kueleza, aliyepata karibuni anakuwa juu. Kwa hiyo ligi yetu itapanda itakuwa namba tano kwa ubora. Kwa hiyo Mbeya City wakipanda, wajipange, wanakuja katika ligi ambayo ni katili, haina huruma. Ukikaa vizuri watu wanakushona tano nne, lakini wewe ukijipanga vizuri unashinda kulikuwa na swali moja tu la mwisho. Davis anaonekana amefanya rotation kubwa sana la wachezaji. Yeah. Uh, unafikiri hofu ilikuwa ni nini hasa kutokuweka best 11 kwenye kikosi hiki cha leo? Hakuna hofu, kuna mambo kama matatu. Moja hapo, unaweza kusema hofu ikajenga hoja vilevile, lakini la pili, rotation ni kawaida. kwa nini hivi klabu inasajili wachezaji 30 wa senior? Baki bado hapo, ungeongeza na wale wanaoruhusiwa kuwachomekea wa youth. Ni kwa sababu Timu ambazo zinashiriki michuano mingi kama Simba wapate nafasi. Hawa nao ni binadamu, umeshaona? Lakini la pili competitiveness, ushindani. Kama mchezaji wewe huyo kwenye shirikisho CAF yeye anaanza. Kwenye ligi kuu Tanzania bara yeye anaanza. Kwenye kombe la shirikisho la benki ya CRDB yeye anaanza. Unajua kitakachotokea ata relax kwamba sina mshindani. Lakini yule aliyekuwa nje unamdiscourage, unataka nini? Mpe nafasi akuonyeshe. Kwa hiyo majibu ya kwa nini yako mengi kuhusiana kwa lakini, kwenye, nini anafanya rotation. Lakini Simba kama zilivyo timu kubwa nyingi, hakuna nafasi ambayo anasajiliwa mchezaji wiki, wote wana ubora, ila bahati mbaya kwenye kupanga kikosi kwenye mpira wa miguu huwa wanaanza wachezaji 11 wakikupa matokeo mara nyingi wanacheza wao. Haimaanishi kwa mfano Duchu hana uwezo. Kwa nani? Kwa Shomari Kapombe. Lakini mashine, Shomari Kapombe akipewa, unaona mziki wake kwenye ligi kuu. Ni miongoni mwa wachezaji waliocheza muda mrefu, ni beki mbili, sio lakini ndo hirizi ya, ya, ya mashambulizi ya Simba kwenye ligi kuu nakupa mfano, kashafunga magoli matatu, katoa assist tatu, baada ya kupiga mashuti manane, matano on target, kasababisha penati nne. jumla kachangia magoli mangapi? kumi. haujanisikia vizuri. <laughs> ni beki huyu. Sasa unafanyaje? Sasa mimi mpange tu. lakini baadhi ya mechi ambazo mwingine anapata nafasi unamwanzisha kwenye kikosi bora cha CAF. Kapombe yuko namba mbili, performance ya 81, ana 8.1. Simba imetoa wachezaji saba, Kapombe yupo Fadu Davis nafanyaje? Kama kwenye kikosi bora cha Afrika cha CAF kwenye raundi ya yaani, ule wanaita mkondo wa pili wa kufuzu kwa nusu fainali, nimeweka vizuri, sijui ni mechi za robo fainali, kuna ile ya kwanza, ya pili, hii ya pili, moja, ya pili. Wachezaji bora 11 saba, baadhi ya vyanzo vinawatoa Simba, Kapombe yupo, wendo kocha kama kwenye kafu yeye ndo anapata namba, unafanyaje kama mzima kapo baba Esta. Ehe, kwa hiyo ile ni rotation, mzo, ni kupeana nafasi, lakini pia binadamu kuwapa nafasi nao wapumzike, lakini pia kuongeza ushindani kwamba bwana, ukizingua kuna mtu hapa. Mfano tu, mfano tunakupa Shomari Kapombe, ulimwona mechi dhidi Almasi, yeye ni miongoni mwa wachezaji bora sasa katika raundi hii ya kafu, ameperform kwa 7.4, katikati yupo na Adem Alilet wa Yusemwalja. Kwa hiyo shemalon Shemalon Fondo iko nje, unaona mm, nikipona ni kazi, kwa sababu yule mwamba yule anaweza kachukua namba. Jumla ni ushindani ambao mwisho wa siku naleta matunda chanya kwa timu. Nadhani nimejibu swali lako.